Karume ndiyo mtu wa kwanza wa Zanzibar kukataa muungano. Alianza kwenye hotuba za Zanzibar na kuambieni Wazanzibari, muungano kama koti, msio na wasiwasi, likikubana unalivunja, unalivua. Nyerere akaanza kupata signs. Kasema hivyo sasa. Eh? Eh? Katumwa mjumbe kwenda kwa Karume kumpelekea maneno ya kifidhuli Nyerere, kamtuma mjumbe, amekwenda Zanzibar, bwana, nimetumwa na Nyerere, wewe hivi hivi hivi hivi hivi. Mjumbe akapewa majibu, nimesikia, mwambie Nyerere nimesikia, lakini mwambie amri yake yeye inaishia ya chumbe